Wa nizamu na hii salamu ziende kwa kamati ya maadili, wao ndo wamemfuga huyu. Juzi alikosea mpira, yeye anaodai kanuni akuadhibiwa kwa jibu wa kanuni, yeye aliadhibiwa kwa mujibu wa busara, ilitumika ili kumwokoa kijana, wanamwona kali yake ya mpira ni kubwa, busara ikatumika. Leo anawadhalilisha tena anasema anataka kumwona mwanaume. Kwa maana hiyo anataka kumwona mwanaume, kwa maana hiyo wanakusemaje Kisugu? Alimi rafiki yangu sana, rafiki yangu sana, ni mdogo wangu, ni mtani wangu. Moja tu nimpe usia sana sana, Alishaban, Naamini kwa umri wake ana safari ndefu kwenye football ya Tanzania. Naamini kwa umri wake ana safari ndefu sana ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ajue baada ya mpira kuna maisha. Hapo anaongea kama kaka. Sasa ajue baada ya mpira kuna maisha. Sisi Simba hatukuumbwa katika migogoro, si tumeumbwa katika kuja kucheza mpira, maanake football, ndio maana timu yetu kaanzishwa tarehe kumi na saa kumi na tano mwezi huu tutakutana katika uwanja Benjamin Mkapa, na niwaambie waandishi wa habari, siku ya kipekee ambayo tutakuwa na surprise kubwa, mashabiki wa Simba, siku ya tarehe kumi na tano mwezi huu. Surprise ya kwanza tunajua ni mechi ambayo sisi wana Simba tukienda kupata matokeo tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Tuna hamu ya ubingwa wa Simba miaka mitatu brother, tujagusa kombe <laughs> kwa hiyo niwaambie waandishi wa habari, surprise kubwa kutoka kwa my friends wa Simba, mashabiki wa Simba. Ni waombe waandishi wa habari, fikeni mapema katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Wafike mapema, mufike kwani wote kwa ujisha. Nitakuwepo. Johnny, kuna surprise kubwa kutoka kwa wa mashabiki, hususan mkoa wa Kisugu, kwenda Kumshumu katibu mkuu wa chama cha mpira wa miguu kusema kwamba ajiuzuru kwa sababu yeye ana control wa busi. Niwaambie watani wakasome ibara ya 39 kifungu kidogo cha saba. Wasome kwa faida Kisugu. Ibara ya thelathini na tisa kifungu kidogo cha saba ukienda wenye mamlaka ni kamati ya waamuzi ndio ina mamlaka ya kuchagua na ina mamlaka ya kuwaondoa kidao. Wanaingiaje shida? Wanaingia katika ngoma soya kwao shida kuna viongozi ambao baadhi yao hawajui kanuni na utaratibu wa mpira unavyohitaji taarifa kweli. Nimeiona kutumia kwenye peji za Simba, lakini kikubwa kwamba ni washukuru sana viongozi wa Simba, lakini pia niwapongeze kwa taarifa ambayo wameendelea kutukumbusha sisi wa wa, wanasimba wa kwa ku, kwenda kutekeleza majukumu yetu. Mara nyingi wanasema Simba tuna pati yetu, kuna pati ambayo ya mashabiki, kuna pati ya management ya Simba, lakini pia kuna, kuna pati ya, players wa Simba pamoja na technical bench. Kwa hiyo uongozi wa Simba ulichofanya kutukumbusha sisi mashabiki wa Simba majukumu yetu, na tuambie tu viongozi wa Simba wasione wasiwasi kwamba tunakumbuka majukumu yetu, na tutakwenda katika uwanja Benjamin Mkapa kwenda kutekeleza kile ambacho naamini kwamba tunahitaji kutekeleza tarehe 15. Sisi wa kwa tunaamini tuta, tuta kwamba tuna kwa mashabiki bora ubora wetu kuhakikisha kwamba tunakwenda katika viwanja vya mpira kwenda ku support team, na mashabiki Simba tumekuwa mfano pekee, ni mfano wa kuigwa. Kila mechi ambayo inatokea sisi tuna, tuna kwenda kuisupport timu. Kwa hiyo niwaambie tu viongozi wa Simba wasiwe na wasiwasi tarehe 15 kwa maana ya mwezi huu tutakwenda katika uwanja Benjamin Mkapa. Taarifa hii kwa umma kutoka kwa wakondwa wa Msimbazi Simba. E, baadhi ya wadau wa mpira mashabiki wanasema ya kwamba ni kama imekuja kujibu kile ambacho watani zenu da Young Africans walikuwa wanakihitaji kwenye eh, kile kikao kwa maana matakwa yao ambao wameeleza kwa bodi ya ligi. Je, ni kweli tunaweza kusema kwamba hiki ambacho mmekitoa Simba eh, kinajibu kile ambacho anakidai na Young Africans ya? Nimefikiri nimezungumza, nimejibu vizuri hapo awali, nimejibu vizuri nimesema, management ya Simba imetukumbusha majukumu yetu mashabiki wa Simba. Kama kuna sitofahamu kati ya bodi ya ligi shirikisho la mpira wa miguu Dar es Salaam, Young Africans. Sisi wanasimba, majukumu yetu ni kwenda ku support team. Tukiangalia ratiba ya bodi ya ligi kuhusu mchezo wa NBC nambari 184 unafanyika tarehe kumi na tano katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo management ya Simba ilichofanya kutupa taarifa wana simba, kutukumbusha majukumu yetu wana simba haihusiani na migogoro ya watu wengine. Sisi simba hatukuumbwa katika migogoro, sisi tumeumbwa katika kuja kucheza mpira. Maanake football andomati mwetu ukaanzishwa tarehe kumi na saa kumi na tano mwezi huu tutakutana katika uwanja Benjamin Mkapa, na niwaambie waandishi wa habari, siku ya kipekee ambayo tutakuwa na surprise kubwa, mashabiki wa Simba, siku ya tarehe kumi na tano mwezi huu. Surprise ya kwanza tunajua ni mechi ambayo sisi wana simba tukienda kupata matokeo tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya NBC

Naamini mliona wiki mbili zilizopita nilikuwa natembea na kombe mm. Lile kombe litakuwepo katika uwanja wa Benjamin Williamu Mkapa na litakuwa na matirio ya tofauti na vile ambavyo mlivyoliona awali, na niwaambie waandishi wa habari, kuna miondoko mipya ambayo nitaenda nayo kuhusu siku hiyo katika tarehe kumi na tano katika uwanja wa Benjamin Williamu Mkapa Kisugu. Wanachokidai watani zenu Young Africans, kina mashiko kweli? Naona kwenye barua pale ni kama wanavyosema huko kwamba. Mimi nafikiri kwanza, akina mashiko moja, akina mashiko kwenda kumshutumu katibu mkuu wa chama cha mpira wa miguu kusema kwamba ajiuzuru kwa sababu yeye ana control wa busi. Niwaambie wa watani wakasome ibara ya 39 kifungu kidogo cha saba, wasomee kwa faida kesho <laughs> ibara ya 39 kifungu kidogo cha saba ukienda wenye mamlaka ni kamati ya waamuzi ndio ina mamlaka ya kuchagua na ina mamlaka ya kuwaondoa Kidao wanaingiaje shida? Wanaingia katika ngoma so ya kwao shida. Kuna viongozi ambao baadhi yao hawajui kanuni na utaratibu wa mpira unavyohitaji Chama cha mpira wa miguu kimeteua kamati. Kamati zake ziko huru. Kwa hiyo kama kamati, tunaamini kwamba ziko huru. Katibu Mkuu Kidau hapaswi, kila idara kila kamati kwenda katika hayo maeneo. Kwa hiyo kitu ambacho mi ninachosema, nakubali, nakiri mbele ya kamera hawana hoja kwenye matakwa yao yote manne, hawana hoja. Watani hao wameishiwa sera, watani hao wameishiwa dira, watani wameishiwa mwelekeo. Wanachotafuta sasa hivi ni nani kumbebesha mzigo wa lawama, aonekane kwamba yeye ndo alosababisha mechi ya tarehe kumi na tano isende kufanyika. Na niwaambie, tarehe kumi na tano mechi inafanyika. Wamekuja itafanyika, hawakuja, taratibu za sheria na mpira na kanuni zitakwenda kufanya kazi yake. Yes. <laughs> Turudi huku kwanza, matamko kwa ambayo wametolewa na hiki ambacho wanaendelea kukidai e, watani zenu walianza na e, kudai alama tatu kasi, e, wakitaka kupewa alama kwa maana walikwenda uwanjani, wanadai hilo lakini baadaye wakataka viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru. Leo kwenye matamko yao ambao wa wameyatoa sasa hivi jana kuna mengine, katibu mkuu siyo? pia anatakiwa jiuzuru yeye kama yeye. Hii labda inatoa taswira gani? Kuna ule msemo ambao Waswahili tunautumia sana, Wandengeleko na Wazaramu wanasema, mfamaji aishi kutapatapa. Mwandishi, naamini wewe umesema na sio wewe umesema, kwa sababu nyinyi mmeona madai waliyowapeleka kathi, waliporudi wakaamua kwenda mahakamani. Walivyotoka mahakamani, wakaandika barua bodi ya ligi ijiuzuru. Leo wamekuja na matakwa manne, mapendekezo bodi ya ligi waende kuyatimiliza ili kuhakikisha kwamba dabi inachezeka. Nini wanadai hao? Nini wanadai? Waandishi, tusaidieni, madai yao ni nini? Wao kila siku wamekuwa watu wa kubadilika, na hawa inawezekana kesho kuta wakaitisha plesi wakaenda wakasema, ili tucheze sisi dabi tunamhitaji Kisugu asiongee tena. Watasema, wa sema, na vyombo vya habari watasema wao ndio wanasema hawana imani na bodi ya rigi. Hawa jana wamekuja na barua ya kubagua wao ndio umesema, hawana imani na bodi ya ligi. Jana walikaa na nani na kupeleka matakwa yao kwa nani? Ile barua ya kwanza wamekanseli na kuomba wa Tanzania msamaha, kwamba bado bodi naye ya ligi ana imani. Mfa maji haishi kutapa. Moja na hili, waandishi wa habari, nendeni mkaike klipu Klabu iliofaidika na utawala wawereskalia katibu mkuu Kidao, makamu wa rais ya Sumani Nyamrani kwa miaka mitatu ni Dar es Salaam Yanga Africans. <tipa> nani anaweza kukataa? <tipa> miaka mitatu Yanga wanachukua ubingwa, katibu mkuu nani Kidao. Leo mabadiliko yaliyopo katika mpira tunahitaji kufikisha mpira wetu kuwa bora zaidi. Watu wanasimamia misimamo na kanuni, kidao mbaya <coughs> yanga longoza ligi ongozi ligi longoza ligi, katibu mkuu nani? hawa wana yao yapiayo yeah, Kisugu Shida maslahi ya watu binafsi wanaingiza kwenye mpira wetu na kuharibu Watanzania hatutakubali. Maslahi binafsi ya watu wanaingiza kwenye mpira kuja kuharibu mpira wetu, hatutakubali. Nchi hii chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anapambana kuwekeza kwenye michezo, hatutaweza kukubali watu watatu, wanne, watano, watu wachache kuja kupambana kuhakikisha juhudi za rais wanakwenda kuzizima, hatutakubali. Leo tuna ligi ya nne kwa ubora katika bara la Afrika, sawa? Ligi ya nne kwa ubora kwenye bara la Afrika. Ligi yetu ni ya tano kwenye bara la Afrika kwenye uwekezaji. Leo mtendaji mkuu Mtaki, unamtaka nani? wanaamini wanaweza kufanya hivyo. Nasome kwenye Biblia inasema kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio ondoa kiboriti kwenye jicho lako. Kodi kubwa sana. Hayo maneno ya Biblia hujui. Ndio. Sio ya kwangu. Yakiwa na maana gani kwenye huo muktadha ambao unaozungumza wewe Kisugu? Kabla hujamwambia mwenzako, kabla hujamuona mwenzako mchafu, wewe msafi? Nyinyi mmetengeneza nshu katika ligi. Ligi mna timu saba mnachukua pointi tatu tatu, sio nyinyi? Mna, mnausafi gani nyinyi, nyinyi mmetokea kwenye ligi ya ntii, watu wameenda kuachukua wachezaji wa reserve hawajawahi kucheza ligi hata siku moja, wamepanga kwenye timu mkacheza. Sio nyinyi. Alafu leo anatoka mtu ana bana pua, tuone kama kuna mwanaume achukua point tatu, tuone msingize timu, alafu kama mtakuwa salama na, na hapo hapo Kisugu eh, kwenye kubana pua. Nadhani unamzungumzia msemaji wao, kwa maana mtani wenu Ali Kamwe asubuhi mara baada ya taarifa yenu kwa umma amekuja na kusema ikuna msimbazi, Simba acheni unafiki, Simba nyinyi ni wanafiki kutokana na hiki ambacho mmekitoa kwenye taarifa yenu. Mlikuwa wapi siku zote kudai ripoti ya uchunguzi Mje mdai leo na hawataki nguvu zenu kwenye hii haki ambayo wanaipambania wao. Wanadai ripoti hawadai ripoti mwandishi, yeah. Wao wanadai ripoti au wadai ripoti, hapa sasa ripoti haipo. Wao wanadai au wadai kwa sasa ripoti? Wow, kwa upande wao haipo kwa sasa, haipo, lakini wametoa madai, wanayo. Hawana ripoti, madai wanayo, matakwa ya ripoti, sinio? Wao wana haki ya kimsingi ya kudai ripoti. Simba ana haki ya kimsingi kudai ripoti, sinio? Mlikuwa <laughs> <laughs> wapi? Wow, siku zote time part, wakati kila mmoja na wakati wake, nini afanye kwa wakati gani. Yeye jana alikuwa anapiga kwenye place, anasema

huko akae mdogo wangu kutoka Morogoro, sema ni Kibwana kule, akakae ndugu yangu kutoka Morogoro, sema ni Kapombe. Nakataa nini? tuli tukacheze mpira, watu wapate budani, watu wametoa vingilio vyao, tunavyo mifukoni, shaka viingilio tunavyo hivi hapa. Twendeni tukacheze mpira. Ali acha maneno, mdogo wangu peleka timu tukacheze mpira, hivi hapa si tunavyo hivi hivi tiketi, acha maneno tumenunua kwa ajili ya kwenda kuangalia dabi Simba na Yanga. Na mi niwambie, wallahi, nawapia, nimetoka kusherekea sikukuu Yanga kama kuleta timu na kwenda mahakamani kuwashtaki. Wametutapeli dabi, mnaitaka Kisugu wametutapeli. Shehe nani atalipa hii elfu thalathini nani na yeye Ali ndo mtu wa kwanza kusimama mbele ya kamera kuwashawishi watu waka kata tiketi tukaangalia dabi, tutampeleka makamana, tuambia dabi imechezeka na ikuchezeka, ila hitu tunapataje hii? Kama mbwai na iwe mbwai, meamua yeye kama Ali Shaban, mimi Ali Omari Mikoi, Ali Omari Mikoi. <laughs> Kisugu, tukiachana hilo bana, CRDB eh, nao wametoa taarifa yao uhusiana na madai ambayo wanasema hawajalipwa. Wameweka wazi kwamba wao wanaunga juhudi eh, za TFF kwenye kukuza mpira na kuendeleza nchini, lakini kwenye hilo walishalipa fedha zao, walishalipa fedha kwa TFF, kwa maana jambo hili ni la TFF na Young Africans. Hii imekaaje? Kwanza niwapongeze sana CRDB lakini niwape pole sana kwa mandhi ambalo mandhi alofanyaje yaliotokea Naamini wamechafuliwa CRDB na msemaji wa Dar es Salaam Africans. Moja, hawakupaswa kuitaja CRDB, hakuna mkataba wa CRDB waliokubaliana na Dar es Salaam Africans baada ya mwisho mashindano CRDB. Yanga pewa nini? Pesa. Kuna mkataba TFF na Yanga na alafu, kuna TFF na CRDB. Kwa nini amewataja CRDB? anamkataba nao CRDB? ndio alamwambia acheze mpira? haki ya kimsingi alipaswa kwenda kuanaa chama cha mpira wa miguu, anakwenda kuharibu gandi za watu lakini niwaambie watoto, mleavyo ndiakavy. Alianza kwa sana kizuru huda kizuru kizuru huda alianza. Kwa hiyo mimi binafsi nichukua nafasi kama mwanamichezo penda maendeleo na thamini michango ya wawekezaji, wanakuja kuwekeza kwenye mpira ni wape pole sana siaralibi. Waswahili wanasema mtoto akionyea mkono basi upaswe kufanyaje? Kukata, lakini watuambie, Dar es Salaam Young Africans hawadaiwi, yeah? Watuambie, Dar es Salaam Young Africans hawadaiwi hao ndo wanaonja sasa yale machungu. Kama wanadaiwa, kwa nini yale wadai ajaja katika vyombo vya habari kudai deni lake? Na ushahidi wa kataebareki ana wadai, ameshakwenda kwenye vyombo vya habari bado hajajitokeza, ni utovu wa nizamu. Na hii salamu ziende kwa kamati ya maadili, wao ndo wamemfuga huyu juzi aliukosea mpira yeye anaodai kanuni akuadhibiwa kwa jibu wa kanuni. Yeye aliadhibiwa kwa mujibu, wa busara ilitumika, ili kumwokoa kijana, anamuona kali yake ya mpira ni kubwa, busara ikatumika. Leo anawadhalilisha tena, anasema anataka kumwona mwanaume kwa maana hiyo, anataka kumwona mwanaume kwa maana hiyo, wanamsemaji Kisugu. Alimi, rafiki yangu sana, rafiki Yes, yangu sana, ni mdogo wangu, ni mtani wangu. Moja tu nimpe sana usia sana Ali Shaban Kamwe. Naamini kwa umri wake ana safari ndefu kwenye football ya Tanzania. Naamini kwa umri wake ana safari ndefu sana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ajue baada ya mpira kuna maisha. Hapo anaongea kama kaka sasa. Ajue baada ya mpira kuna maisha. Na kabla ajangalia mbele zaidi, angalie taswira ya Dar es Salaam Africans. Msemaji alikuwa Bumbuli, yupo? Msemaji alikuwa yule ndugu yangu nani yule, Anthony Nugas, mwamba mmoja hivi, yupo wapi? Salam wote tisa kumi, Bugati alikuwa msemaji, yupo? Mwisho wa siku atakuwa mgeni wa nani? Hata kwa mgeni ni mwombe sana, mdogo wangu nampa ni usia, usia sana. Najua i ni msemaji wa Daresalaam Young Africans, na najua kusema ndo kazi yake, lakini siku zote nifike mahali ajue lipi napaswa kuongea na lipi sipaswi kuongea. Wasimtumie vibaya asitumike vibaya kwa maslahi ya watu, atumike kwa maslahi ya dereva wa Africans. Asitumike kwa maslahi ya watu, atumike kwa maslahi ya dereva wa Africans. Nakushukuru sana Mika. Asante, na mimi nawashukuru sana.